Hapa anasema katika suratul Fatiha ina aya saba. Je, mtu anapoanza na alhamdu pekee bismillahi akaisoma kimoyomoyo, hapo amekosea? Na kama hakukosea, kwa nini sisome kwa dhahir? Jawabu ni eh, kwamba sisi tutasema kwanza, wamekhtalifiana wanazuoni kuhusiana na suala la bismillahir rahmanir rahim katika sura al-Fatiha ni aya au si aya? Ibn Kathir katika tafsiri yake amezieleza hizi ikhtilafu, pamoja na kwamba yeye ametia nguvu kauli ya kwamba e, bismillah ni aya katika Fatiha, na bila shaka ni sawabu kwa bismillah ni, ni, ni, ni, ni aya katika Fatiha, na sura al-Fatiha ina aya saba ikiwemo bismillahir rahmanir rahim. Kwa nini watu wasisome kwa dhahir? Sisi tutasema tutafuata mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Imethibiti kwamba zaidi mara nyingi mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zake alikuwa akisoma bismillahir rahmanir rahim sirran, kwa siri. Hivi ndivyo ilikuwa ni mara nyingi katika swala za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na pia imethibiti kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine alikuwa akidhihirisha bismillah kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kwa inakuwa ni ahyanan

Swali la msingi limekuja, je, kwa nini isithi, isisome katika kudhihirishwa? Jawabu lake ni kama nitangulia kusema kama ihwa wanaziada yani, inshallah tutakuja kuifafanua baadaye katika maelezo yetu, baada ya maelezo hayo e.